baada ya Faivani kukutwa na kile ambacho yeye pia Rest akili mkuta kumuhusu Nifa, baada ya Faivani kutangaza kwamba anauza magauni yake kwa shilingi milioni, Nifa naye pia akasema kwamba anayo magauni kama hayo, anayauza kwa laki tatu na nusu kitu ambacho kimeonekana kwamba watu wengi sana wamemsema huyo Nifa kwamba ana roho mbaya na amefanya hivi makusudi ili mradi tu kumharibia biashara eh, Faima, Yani kwamba asipate wateja, lakini pia Fayma akaja akaonyesha ushahidi kwamba Nifa amenunua lile gauni la kuonyesha the demonstration kwake kwa shilingi milioni, na hayo ambayo anasema kwamba yeye yuko nayo ni watu wanaoda kutoka, wanafanya oda then ndo anayapata. Umeona eh? Kwa sasa Resty yeye kupitia kurasa yake wa Instagram ameweka katika Insta story kwamba, bwana ila leo nipo ndani. eh, nipo ndani nina ninanyonyesha, huku naangalia ule msemo unaosema kwamba what goes around comes around no matter how long it's gonna take, ila dada Lopez eh, nili, eh dada Lopez nikawapa alichonifanyia shoga yangu, wabaya wa atahuzunika zaidi ya Fayma, she is bad bad bad bada Ameandika hivyo sijui, alikuwa anamaanisha nini, alitaka labda aandike she has, she has bad mana labda, lakini akaendelea akasema kwamba badest. Sasa huku naona akaunti ina akaunti inakataa eh, kwenda live. Follow page yangu ya Rest Cosmetics eh, tukutane ile mida mida yetu ya wanga nimewamisi mno. So Resty alitangaza hivyo, na kuna mkasa alisema kwamba anataka kuutoa kwa wadau mbalimbali, ambao wana, wana walichokiona hiki kilichotokea kwa Fayma, yeye pia ana yake anayotaka kuyasema, kuyasema pia kuhusiana hiyo inshu haya. So hapa kutokana na kwamba Resty anaye pia ameingilia kati hii inshu moja kwa moja, page hapa zimekuja kuweka maoni yao. Eh, kwa mtu mwingine anasema kwamba bwana, ngoja kwanza nilipie ruta. Kwa mtu anasema kwamba bwana, hakuna kulala leo. Eh, kwa mtu anasema kwamba bwana, dada ameshanunua ugomvi. <laughs> huyu Resty uwaga back down, yani uwaga arudi nyuma eh, yani ye ugomvi anautaka na anarol nao hivyo hivyo. So kuna mtu hapa bwana, na hivi anaonekana kama kama msaidizi wa padri, ndo kabisa, kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine hapa bwana, hivi idi tutakula kweli? Kuna mtu ameuliza kwa mtu amesema kwamba bwana, huyu dada huyu Nifa leo kweli amejichanganya, watu wamemwandama. Uh, so of course na hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, ndio kwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.